Wachuuzi katika mji wa Kitengela kaunti ya Kajiado wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kuweka mpangilio bora wa kufanyia kazi na kuwaondoa wale ambao wamekuwa wakiuzia bidhaa zao barabarani ili kusaidia kupunguza msongamano wa watu na hata magari mjini humo. Aidha, wafanyabiashara biashara hao wanapendekeza kutengwa kwa sehemu maalum ya kufanyia kazi za uchuuzi, huku wakisema kwamba baadhi ya wa wachuuzi wamevuka mipaka na kuzuia bidhaa zao kuuza bidhaa zao kwenye barabara kuu ya kuelekea Namanga, hali ambayo imechangia msongamano mkubwa. Robert Masai anaarifu zaidi kutoka Kitengela. Wakizungumza mjini Kitengela, wachuuzi hao wanasema licha ya kulipa ushuru kila siku, wachuuzi wengine kutoka miji mbalimbali mbali ikiwemo jiji kuu la Nairobi wamevamia mji wa Kitengela na kuuzia bidhaa zao kando kando mabarabara barabara kuu ya Namanga, hatua ambayo imewapokonya wateja, kwa sababu kuna watu wanatoka Kayole, wanatoka Mlolongo, wanatoka sijui wapi, wanakuja kufunga highway na wanakuja wanafunga highway, unapata hata magari kupita ni nishi, ni shida <coughs> unapata hata sisi watu Kitengela hkazi wa Kitengela hakuna biashara wanafanya. Sisi wakazi wa Kitengela hatuna shida na hatuna ubaya na government ya Kitengela. Sasa unakuja unapata wenye wametoka Nairobi ndio wanakuja wanatufurugha wakingangana na kanjuu, sisi wanatubebesha hiyo msalaba, yenyewe sio yetu. Kuruhusiwa kwa wachuuzi kuuzia bidhaa zao kando kando mabarabara kuu yanamanga kumetajwa kusababisha msongamano mkubwa wa magari, hususan wakati wa jioni. Wachuuzi hawa wakitaka serikali ya kaunti ya Kajiado kurejesha nidhamu Kitengela. Unapata wale watu wanafanya biashara pale ni ku hata maisha yao, na wakati ajari yaweza ikapatikana, tunaweza bebesho hiyo mzigo kama wachuuzi Kitengera na sisi wenyewe, ili hali atufungi barabara, hatufanyii kazi yuko. Si tunafanyia kazi huko ndani ndani. Unapata kutoka hapa roadblock mpaka pale yuko, unaweza enda mpaka na two hours kwa sababu ya huyo msongomano au watu wamefunga barabara na au gari pia zimekuwa mingi. Serikali ituangalie katika hiyo hali, kwa sababu jana hatujafanya kazi, imekuwa mfurutano hapa na pale. Haya yanajiri siku chache kabla ya soko kuu la Kitengela kufunguliwa, wachuuzi hawa wakitoa wito kwa serikali ya kaunti kuwatengea sehemu ambapo watakuwa wanauzia bidhaa zao kwenye soko hilo. Okay. Kwa sababu sisi ndio tumekuwa hapa kwa Kitengela kwa muda, kwa hivyo hatutaki watu wengine waende watafutwe huko wakuje, waweko wapi? Kwa hivyo first priority ya kinani wapewe vibanda, okay. sisi kama hukas okay. Waangalie wenye watatupanga tutoshee kwa soko kwa sababu soko yenyewe tunasikia ni kidogo, hatujui tunaambiwa tutoke tuende wapi. Lakini wao wenyewe wa, kama watatuonyesha mali ya kwenda, hatuna ubaya na hatuna shida, tuko sawa tutaenda. Sisi ni maasila, napata mtu anjauza ama kumekauka, na bado tunafinywa ile kutoa ushuru. Saa zingine ituangalie, kama ni kuchukua ushuru, watuangalie yule mtu wa chini. Usifinywa sana. Idadi kubwa ya watu wanaoishi katika mji wa Kitengela hususan wafanyakazi wanaofanya kazi jijini Nairobi, imewavutia wachuuzi wengi kuhamia mji huu, hatua ambayo imesababisha msongamano mkubwa wa watu na magari hususan wakati wa jioni katika mji huu wa Kitengela. Robert Masai, runinga ya Citizen, Kitengela, Kajiado Mashariki.